Ikhwani fillahi, baada ya kumshukuru Allah jalla wa ala na kumtakia rehma na amani Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alaihi wasalam, tachukua nafasi hii kutoa nasaha fupi kwa wote ambao wataangalia klipu hii na wale ambao wataweza kufaidika, ni kwamba ni tuzungumzie masala mazima ya tauhidi sababu tauhidi ndiyo jambo la kwanza ambalo ametumilizwa nalo mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume wote waliotangulia pale Allah jalla wa ala aliposema, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajitanibu taahuti, hakika tumetupeleka katika kila umma mtume, lengo na madhumuni alinganie watu wamwabudu Allah na kujiepusha na taahuti na vile vile wanawachuoni wametafsiri neno twahuti kwa tafsirati nyingi sana, wakaelezea twahuti ni nani ili tuweze kumjua tujiepushe naye, kama ambavyo ameelezwa katika aya ya kwamba tujiepushe na twahuti, kwamba twahuti kullama obida min dunillahi waradhu ni, yani katika akwali za wanawachuoni walipoelezea neno twahuti. Kwamba ni kila chenye kuabudiwa kinyume na Allah nacho kikiwa kikoradhi huyo ni tuahuti. Kwa hiyo ambaye anaabudiwa kinyume na Allah ni tuahuti. Kwa hiyo tunatakiwa tumwepuke tuahuti, na ndio lengo hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotumilizwa, alitumilizwa katika umma ambao ulikuwa unaabudu masanamu na masanamu ni kitu ambacho kinaabudiwa kinyume na Allah walikuwa wengine wakiabudu vitu mbalimbali mbali. Lakini akaambiwa Mtume sallallahu alaihi alehi wasallam aweze kuwalingania watu kutoka katika ibada hii ya masanamu au, au kutoka katika ibada ya ushirikina na wende katika ibada ya kumwabudu Mungu mmoja ambaye ni Allah Jalla waala. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo kila umma unatakiwa utafakuri na ujue kwamba hatuwezi kuongoka katika umma wote ule pasi na kuweza kumwabudu Allah Jalla waala. Kwa hiyo tunatakiwa tumwabudu na tuachane na ushirikina, kwa sababu ndio nguzo ambayo imeleta uharibifu mkubwa katika ulimwengu katika nyumati zote, kuanzia Nabii Nuhu alayhi salam mpaka kufikia Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo neno tauhidi linakuwa ni neno pana mno na tunatakiwa tujiepushe na ushirikina mba kinyume cha tauhidi ni ushirikina. Kwa hiyo wale ambao watakuwa na wenye, wenye tauhidi ndio ambao wanafaulu katika ummati huu, na ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam akasema man kala la ilaha illa Allah dakhala aljanna, ambaye atasema la ilaha illa Allah ataingia peponi. Kwa hiyo vyovyote atakavyokuwa, ukiwa ni mwenye kuitakidi fi kalbika katika moyo wako la ilaha ila Allah, basi la shaka utakuwa ni mwenye kuingia peponi. Na vilevile akaulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wa inzana wa insaraka ya Rasulullah, japo akizini japo akiiba ataingia peponi maadamu amesema la ilaha illa Allah. Mtume akasema, wa inzana wa insaraka, japo akizini japo akiiba. Ikawa bado anauliza tena, wa inzana wa insaraka ya rasulullah japo akizini japo akiiba ewe Mtume wa Allah. Mtume akasema wa inzana wa insaraka, kwamba akiwa anaulizwa kwamba mtu haamini. Sahaba yule alikuwa haamini kwamba mtu kweli kwa kule kusema la ilaha illa Allah basi ataingia peponi, hata kama ana madhambi ya, ku, ya kuiba na kuzini. Ni kwamba hili katika itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa, ni kwamba yule ambaye atakufa ni murtakibil kabairi ala mashiatillah, yule mwenye kufanya madhambi makubwa yuko katika mashiatillah, inshaa adhabahu wa inshaa ghafara lahu. Akitaka Allah atamsamehe na akitaka atamwadhibu, ila shirki, isipokuwa ushirikina. Mtu akifa hali ya kuwa bado ni mshirikina atakuwa ni mwenye kuwa ni muhalladun fi nari, atadumu katika moto. Lakini akifa hali ya kuwa na madhambi mengine, atakuwa yuko katika mashiati llah, matakwa ya Allah. Allah akitaka atamsamehe, akitaka atamwadhibu, lakini kila atakavyoadhibiwa, la yuhalladun fi nari, hawezi kudumu milele katika moto. Kwa hiyo hii ni katika faida ya tauhidi, tunatakiwa tuweze kutekeleza kwa wingi zaidi tuweze kumwabudu Allah Jalla waala, ili tuweze kuwa ni miongoni mwa wale ambao wataingia katika pepo yake Jalla waala.